Mimi Mussa Azzan Zungu nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.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 mimi nathibitisha kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama Spika wa Bunge na katika kutimiza wajibu wa cheo hichi, nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa Katiba, kanuni za Bunge na sheria, mira na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa hivyo vyote vile sitatoa siri za Bunge. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Musa Azzan Zungu nathibitisha kwamba nitatumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa Bunge na katika kutimiza wajibu wa cheo hicho, nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, kanuni za Bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za Bunge. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Naam, ni Mussa Azzan Zungu, spika mpya wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa nafasi hiyo spika wa bunge la kumi na tatu akisaini uh, baada ya kula kiapo uh, kwa kuchaguliwa kwa kura mia tatu sabini na nane kati ya kura mia tatu themanini halali ambazo zimepigwa katika wabunge wote waliohudhuria hapa leo, wabunge mia tatu themanini na watatu na ye ya akijizolia kura mia tatu uh, sabini na nane, kasoro kura mbili tu ambazo zimekwenda kwa wagombea wengine wawili, na wagombea wengine waliosalia, wagombea watatu hawakubahatika kupata kura katika uh, kikao hiki cha kwanza cha bunge la kumi na tatu mkutano wa kwanza wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo inamfanya Mussa Azzan Zungu, uh, mwandisi huyu wa matengenezo ya ndege kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kushikilia nafasi ambayo atakuwa ni kiongozi wa muhimili ambao, uh, utakuwa ni kiunganishi cha Watanzania wote na wawakilishi wao hapa bungeni Dodoma akikabidhiwa tunaimani akirejea kwenye kiti hapo, pasi na shaka, ni kwenda kukamilisha kazi yake na kuondoka kwenye kiti hicho tayari kwa spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania.